Majina yangu kamili inaitwa Reverend John Sulubu Masha ambaye nilikuwa mgombeaji mgombea wa kiti cha ubunge wa Magarini katika hii by election ambayo tuni siku mbili zimebaki. Na tangu hapo nilikuwa ninagombea na kiti cha Kenya Social Congress Lakini kuanzia leo ninathibitisha hapa categorically without fear ya kwamba nimekihama chama cha Kenya Social Congress na sasa mimi ninaunga mkono mgombeaji yule wa ODM kupitia kwa Governor Gideon Mungaro, ya kwamba ninasimama pamoja nao kidete, na ndio ninazungumza kwa ajili ya wale wafuasi wangu, maana nilikuwa nina wafuasi tu wengi. Kuna wafuasi wangu Garashi, kuna wafuasi wangu Sabaki kuna wafuasi wangu Adu, kuna wafuasi wangu Magarini na tuseme, kila mahali katika constituency ya Magarini, ninawaambia hivi ya kwamba kuanzia sasa mumusapoti, kura zenu zote muzitie kwa debe la ODM, na tushirikiane ili tuhakikishe ya kwamba mapema tu mapema chama cha ODM kinaibuka ushindi. Mheshimiwa, nini kimechochea wewe kujiondoa katika uchaguzi huu katika muda huu wa mwisho mwisho? Kuna msemo ambao unasema ya kwamba asiyependa kushindwa katika mashindano si mshindani. Hilo ni la kwanza. La pili, mujua ya kwamba Magarini is, is, is, is bigger than all the aspirants. sasa mimi nina moyo wa kwamba uh, uh, wa, wakaaji wa Magarini wakapate huduma nzuri na tena, ha, haiwezekani kwamba wagombea kumi wakaweze kuchaguliwa kwa safari moja. Hata wakati ule ambapo nilipokuwa nazungumza katika ile kon, eh, conference nishamuuliza governor kwamba anifikirie mwaka wa 2027 vile ambavyo nimepeana nafasi kwa mheshimiwa Harikombe na mimi natarajia kwamba governor Gideon Mungaro wakati wa 2027 atamfanya Hari Kombe na ya step down na mimi nichukue, nichukue uh, uh, uh, ushindi eh, eh, asubuhi na mapema, yani nibebe, ni, nipeperushe bendera ya ODM mwaka wa 2027, maana hicho ndio chama cha nyumbani. By the way, 2013 mimi nilisimama kama, kama mgombeaji wa kiti cha Magarini na nilikuwa nimesimama katika eh, eh, kiti ama tiketi ya ODM na ni kama nimerudi nyumbani, nimerudi nyumbani. mimi nimefanya kazi na serikali for 30 years. Kuna wale mheshimiwa wana, wanatafsiri wana, wana hii hatua yako ya kwamba kujiondoa kwamba labda pengine umenunuliwa na chama cha ODM na kwamba hukuwa na uwezo huo wa kwamba utashiriki uchaguzi huu mguu. Je, unaweza kuzungumziaje hali hiyo? La hasha, kama vile mnavyoniona, mimi si mtu wa kununuliwa hata kidogo, maana ni mtu ni mtu ambaye nimesoma mujue kwamba mimi nimesoma, mjue kwamba mimi nina, nina mambo yangu, na, na, na haiwezekani ya kwamba naweza kununuliwa. Ni kwamba nimeji nimejitazama nikaji search, inaitwa soul searching, nikaona ya kwamba wakati mwingine kuna ule msemo ambao unasema wengi wape, kwa sababu sasa inaonekana watu wengi walikuwa wanaunga mkono hiki chama ambacho ni chama chetu cha pwani, chama cha ODM sasa na mimi nikawa sina budi ya kwamba niunge mkono aa, huo mchakato mzima kupitia chama cha ODM. Sasa wengi wape. Unafikiria hatua wa yako itakuwa na tija yoyote kwa, kwa, kwa mgombea huyu wa ODM? Manake kampeni hivi sasa zime zimekamilika, na hatua yako itakuwa na tija yoyote? Kwa mfano itakuwa na faida gani kwa chama cha ODM, kwa sababu kura ni kesho kutwa? Hivi sasa hii hatua yako itakuwa na tija gani? itakuwa na faida chungu nzima, kwa sababu mimi katika ofisi wangu Garashi, Sabaki, Adu na Magarini, nataka kuhakikishia kwamba ninazo kura zaidi ya, shi, ya, ya kura alfu nane kura alfu nane Sasa wewe fikiria alfu nane hizo alfu kumi ziende kwa debe la ODM, hujamaa ameshinda asubuhi na mapema. Kwa hivyo lazima, kwa sababu sahihi, kuna 24 hours na tunaenda door to door kutoka hapa sasa, ambapo mnafanya hii recording, tunaenda door to door, hatulali kamwe, tunaambia watu chama ndio hichi na yule ambaye anafandi huyu, na ndio sababu nawaambia wale ambao ni wafuasi wangu wapige bautan na waende kupigia debe ama kura kwa mgombeaji mheshimiwa Harikombe. Kuna wale wanazungumzia kwamba mheshimiwa, uliingia katika kinyang'anyiro hichi lakini wewe huku wakati tayari Kuku, kuku, kupiga kampeni mpaka kufikia mwisho uh, na kwamba nyinyi ni wale baadhi ya watu ambao mlikuwa mmewekwa tu pale uh, kujaza ile idadi ya wagombea lakini, kwa kweli hukuwa na nia hiyo ama hukuwa na dhamira hiyo ya kwamba utaenda mpaka ufike mwisho wa kinyang'anyiro hichi, yaani kufikia debeni. Wengine walikuwa nafikiri mimi na baadhi ya uh, candidates labda tulikuwa project. Project, na kweli hilo lilizungumzwa wakati wa debate, wakati wa debate na mimi nikakanusha katakata kata. Nikasema ngo, mimi si project, mimi nilikuwa nina mipango ya kwamba niwanie hadi mwisho. Na sasa unajua, wakati mwingine una, una, unaangalia, unaangalia mawimbi vile yanavyoenda na, na, na inaruhusiwa kubadilisha nia hata kama uchaguzi ni kesho saa hizi uchaguzi una 24 more than 24 hours. Sioni kama mtu anaweza kuwa na sababu za kutosha za kusema mimi Reverend John Sulubumasha naweza kuwa nimenunuliwa, nime ama nilikuwa project ama nilikuwa. kama ningelikuwa hivyo singekuwa nimeanza huu mchakato, lakini ujue tangu ilipotangazwa officially kwamba kuna, kuna kura kule, mimi nikawa nimejitosa mzima mzima. Kwa hiyo hii ni decision ambayo nimefanya na nimefanya consultation tu kubwa, wale wafasi wangu nimezungumza nao wakasema, this is the way to go. Mheshimiwa Reverend, hizi kura ambazo unazitaja hivi unafikiria zitakuwa na maana gani kwa, hawa, kwa kwa chama cha, cha ODM, alafu kisha kuna kwamba hivi sasa ni kama umekiasi chama chako, kwa nini kwa bahati mbaya ni kwamba chama changu, ule ukweli ni kwamba hawajanisaidia hata ndururu moja. Kura ni kesho kutwa, chama ni hajasema kama atanisaidia vipi, atanisukuma vipi, ameniacha peke, peke na mimi. Ndio nikaona hakuna haja ku, uh, kuendelea katika kichama ambacho hakisaidii mgombeaji wake. Vyama vyote hata pia kile chama cha wajakoya waliweza kumfidia ama kumsaidia mgombeaji wao, na vyama tu vingi ambavyo viko uh, wagombeaji wengi wamesaidiwa. Mimi chama kile cha Kenya Social Congress, hakija hakijanisaidia. Kwa hivyo sioni maana yoyote ya kwamba nikasimame na chama ambacho hakiwezi kunisaidia katika njia yote ile, sioni maana na naona kama sitaona maana mwaka wa 2027 hivyo hivi sasa uko tayari kumenyana na Mheshimiwa Hari Kombe ifikapo mwaka wa 2027 katika kinyang'anyiro cha uchaguzi mkuu? Nishamweleza governor kwamba mimi nina -step down kwa ya, ya, uh, for the, for the benefit of uh, Mheshimiwa Hari Kombe. Nishamuuliza y kwamba 2027 pia Hari Kombe naye aka step down ili nisimame mimi kwa hivyo, ni masiku tu peke yake, ni miezi tu peke yake, mimi nitasimama na nitashinda katika uchaguzi wa 2027 wengi uh, wanasema kwamba kweli ulikuwa project narudia tena and without fear or favor categorically this time that i was not a project and i can never be a project my education and my experience in the government cannot allow me to be a project so yeyote ambaye anafikiria hivyo he is mistaken and he is not right na mimi sija kwa project. wataje ni kwa project wa nani? If they have evidence, let them adduce it in a court of law. I challenge them. Je, ODM imekulipa pesa yote? Haina pesa ambayo imenilipa. Wamefurahi, wamenikaribisha kwamba, kwamba, kwamba nimeingia chama cha nyumbani. Hamna pesa ambazo nimelipwa baba. Hatuingii chamani kwa sababu ya pesa, tunaingia chamani kwa sababu tunataka kufaidisha umma. So, yote ambayo nafikiria nimelipwa nime na mheshimiwa Mung'aro katika tangazo lako alikuwepo, na ndiye alinivika hii kofia. Kama unaniona nimevaa kofia ya ODM officially, yeye ndiye alinivikisha hii kofia, kumaanisha kwamba amefurahi ameshukuru ya kwamba mimi nimeshiriki, naenda kushirikiana naye. Kwa hivyo alikuwa pale na amefurahi na amesema ya kwamba He looks forward Kombe we are going to cooperate Coco FM ladha ya pwani